Kusudi la tukio letu, Zaburi ya 92 inasema ni jambo jema kumshukuru Bwana. Na mimi pamoja na wana DPA, jioni ya leo tumeiandaa ibada hii kwa lengo moja kubwa ambalo lina toto ndani yake, A hey, lengo la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa upaji wake, utunzaji wake, na kwa hatua ambazo kanisa la DPA ndani ya miaka hii mitano imepiga. Lakini lengo la pili, ndugu mgeni rasmi pamoja na waalikwa wote, ni kuweka wakfu magari mapya mawili ambayo mungu ametupa. Hebu naomba tuongeze makofi na vigelegele! Hebu piga piga piga piga, ongeza ongeza ongeza, sijaona, inua tu mikono yako namna hii.

Hebu ya ya ya ya ya ya. Sema tena amen. Lengo la pili jioni ya leo ni kumshukuru Bwana pamoja na kuweka wakfu magari mawili, mabibi na mabwana. Kinachotufurahisha sio kwamba tu ni gari la mtu binafsi. Gari la kwanza ambalo tunaliweka wakfu ni gari la kanisa ambalo limesajiliwa kwa jina la Tanzania Assemblies of God. Ebu tumpe Yesu makofi mazuri na lengo la gari hili ni kurahisisha utendaji kazi na huduma mbalimbali zinazofanywa na kanisa letu. Ndugu mgeni rasmi, tunaamini katika matumizi ya nyenzo mbalimbali kuharakisha nuru. Leo Mungu ametupa hatua ya kwanza, gari la taasisi. Kesho tutakuita kwa ajili maybe ya kosta na magari mengine mengine. Wanaomwamini Bwana waseme amina tena. Na kila kitu kitakachonunuliwa kwa mali ya, au kwa fedha za kanisa Maada mimi ni mchungaji wa kanisa hili, nasema mbele za Bwana kitasajiliwa kwa jina la Tanzania Assemblies of God, na wote tuseme tena amen. Lakini gari la pili ambalo tunaliweka hapo leo ni gari la mama mchungaji, mke wa Hannington Kabuta, naomba tumpe Yesu makofi mazuri mbele za Bwana. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na umma wote, naomba nitangaze ya kwamba gari hili halijanunuliwa na fedha za kanisa, ni mume amemnunulia mke wake, na hilo gari limesajiliwa kwa jina la Loveness Lucas. Mke wangu na kupenda na kuheshimu na hata ilo gari linalokununulia na kukukabidhi leo halina thamani ya utumishi ulionao. Nasema tu Mungu akubariki na akuinue. Na washirika wote, hebu tunyoosha mikono kwake tumwambie Bwana kutunze, Bwana akubariki, Bwana akuinue. Wanaompenda mama mchungaji waseme amina. Mabibi na mabwana, wakati mwingine kuolewa na mchungaji wa aina ya mimi sio rahisi sana. Mimi ni mchungaji ambaye nimeamua sio tu kutoa sadaka mimi mwenyewe kuingia kikapuni. Kwa hiyo maisha yetu tumeamua kuyadhabiu kwa ajili ya Bwana, na ndiyo maana unaweza kujiuliza kwa miaka minne mitano, nini siri ya mafanikio ya kanisa hili? Mimi na mke wangu tumeamua kujiachilia kila kitu tulicho nacho. Nisingependa kuongea vitu vingi, lakini kuna wakati mmoja, baba askofu, Mungu alitupa gari moja wakati nimeenda kusoma shahada yangu ya tatu nilirudi na gari kutoka nchini Japan na baada ya kuja nalo nyumbani, ndo kalikuwa kaisaka ketu kamoja. Siku moja Mungu akasema na mimi tulitoe lile gari sadaka. Hatukutumia hata elfu moja kwa ajili ya kunywa soda. Mke wangu alisema, mme wangu, maadam ni Mungu amesema na wewe na mimi nimepata amani, basi tukaliachilia. Na hivi ninavyotangaza leo, wala sikumwambiaga kwamba ninajidunduliza kumnunulia gari. Ameshangaa, namwambia tu mwezi wa gari ndiyo huu. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri. Natoa wito, natoa rai kwa kila mtumishi aliyoko mundani, mtikise jirani mwambie Kabuta anasema na wewe, mtikise mwingine mwambie Kabuta anasema na wewe. Wito wangu jioni ya leo ni kujitoa sisi wenyewe kwanza, kisha na kuachilia vyote tulivyo navyo kwa ajili ya Bwana kwa sababu kwa kazi tunavyofanya Mungu si dhalimu atatukumbuka, na wote tuseme Amen. Baada ya kusema hayo, kusudi langu la tatu la kusimama, dakika zangu kumi na tano zimeisha, ni kuwakaribisha wote mahali hapa. Wakati mtu wa protokali anasogea hapa na ratiba yake, ninaomba niseme kwa mamlaka niliyonayo kama mchungaji kiongozi wa kanisa hili zuri la Tanzania Assemblies of God usharika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly, ninakukaribisha wewe ulioko hapa na ulioko online unatufuatilia, na karibu na katika tukio hili la aina yake, na wote tuseme amen. Asante yes, yes, sana. Basi tuongeze makofi kwa ajili ya baba yetu mbeba maono wa DPA, nisikie shangwe na vigelegele, haleluya, haleluya Baba, Mungu akubariki sana na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wako uliotukuka kwa wana DPA. Hakika wana DPA tunajivunia kuwa na mchungaji mwenye maono ya tofauti, mwenye maono ya kipekee, mwenye mtazamo wa ajabu. Kwa wana DPA tumepata mchungaji, tumepata mama mchungaji. Mungu wa mbinguni awabariki watumishi wa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini sambamba na hilo tulikuwa na salamu mbalimbali mbali. Hili jambo pia atalisimamia baba yetu mchungaji kiongozi kwa ajili ya salamu mbalimbali mbali. Wakati huu ndio jambo ambalo linaendelea, karibu baba. Asante sana. Mabibi na mabwana, ninajua kila mmoja angetamani kusema jioni leo, lakini naomba tu niinue watu wachache kwa hizi dakika tulizo nazo. Nitaanza na watu wa media, nitamkaribisha mkurugenzi wa NYTV najua yuko Arusha, lakini mke wake yuko hapa, atakusalimia na pia akusisitiza kufuatilia mafundisho mazuri kupitia hii, lakini pia Press Power Radio mnakuja na NYTV kwa pamoja, mnasimama hapa wakati wanapokuja. Sasa naomba tuwakaribishe kwa makofi mazuri mazuri mazuri, naomba tuwakaribishe kwa makofi mazuri. Lakini pia kwa niaba ya wachungaji wengine waliotoka kwenye majimbo jirani, mchungaji Daktari Danshau atasimama atatoa tu salamu za wachungaji wengine wote kutoka majimbo mbalimbali. Naomba tuanze na NY TV kwa dakika moja au mbili, karibu sana, na watu wa Praise Power Radio, karibu mama. Amen, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la heri na la baraka sana, hakika Mungu anawawazia mema, ndio maana mahali tuko mahali hapa kwa ajili ya hii ni kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu aliye chanzo cha uhai wa maisha yetu, ambaye amewatunza hawa watumishi hatimaye. Leo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa baraka ambayo Mungu amewafanikisha amewajalia, na ni utukufu na sifa kwa Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu, na tunawakaribisha pia, muendelee kuangalia NYTV Ukifungua YouTube, mahubiri mazuri ambayo yapo mle katika NY TV, na kila shuhuda mbalimbali ambazo zitakujenga kujenga na kukutia moyo. Mungu awabariki. Anaitwa Rehema, Mrs Pastor, anafanya kazi nzuri. Mume wake ni rafiki yangu wa karibu, tulitamani kuwa naye jioni leo pale Arusha kikazi, lakini mke, watoto wamekuja, wako hapa. Ni mwimbaji mzuri wa nyimbo za Injili. Muda wetu ungeturuhusu leo nilitamani aimbe nyimbo mbili. Ameshahudumu hapa mara kadhaa, sijajua mama mtumishi, kama nyimbo ziko YouTube na kadhalika, Album inapatikana, tuandike jina gani kule YouTube Pasco? Rehema Pasco, anaporudi kuketi, naomba tumpokee kwa makofi NY TV. Hata ibada ya leo ninaomba utaifuatilia live na NY TV. Karibu watu wa Principal Radio, ninawashukuru kwa kila kitu, karibuni Asante. Bwana Yesu asifiwe. majina <laughs> yao na patikana kwa redio, anafanya kipindi cha uh, sifa <laughs> moto kuanzia mpaka saa kumi. Pia tunafurahi sana kwa sababu tumepata nafasi pia ya kuwa karibu na mchungaji Kabuta pamoja na mama mchungaji pale, na kiujumla, uh, tulivyopata mwaliko wa kuja hapa tumefurahi, na ndio maana tuko hapa na timu nzima. Praise for radio inawapenda na tunatamani tuendelee kuwa karibu na nyinyi siku zote. Ni hayo tu machache, kubwa kuliko tunawapenda sana na Mungu awabariki sana, asante. Bwana Yesu wasifiwe! Mbona tumepoa Bwana Yesu wasifiwe! Naomba mshangilia Kristo, mshangilia sana. Yeah, asante. Kwa majina naitwa Raymond Mush almaarufu MC Ray. niko prinpal radio ninatangaza kipindi cha nyota njema Brand kuanzia asubuhi saa kumi na mbili mpaka saa tatu pale utapata simulizi hivyo, na habari na habari ambazo zimetrendi kwenye mitandao ya kijamii, lakini tulipopokea huu mwaliko tumefurahi, kwa sababu hatujawahi kufika huku. Tumeweza kufika siku ya leo, ilibidi tuwe na mwenzetu, lakini mwenzetu yeye ameshindwa. Kwa hiyo pia salamu nyingi uh, ametufikishia kwamba anawapenda sana na anampenda sana baba yes. Na kingine ni kwamba mm. Uh, tumejaribu kufuatilia mitandao ya kijamii DPA, tumeona DPA kwenye mitandao ya kijamii Diyo, bado Diyo. Sasa sisi Diyo, sisi watu watatu sisi watatu. Watatu. Yani, Press Power Radio hapa Diyo. Diyo, tuna jikomiti kwenye masuala ya mitandao ya kijamii Yaani kama mimi ni mwana DPA ningeongeza na shangwe tena. Kumalizia, tutaomba ushirikiano wenu kwa maana mm, hiyo tutakuwa tunaonekana mara kwa mara Diyo, kwa dhumuni la kupata social media kinachotaka, wanataka program, watu wanataka kusikia neno la Mungu, na watu wapo kwenye mitandao Diyo, watu wana simu nyingi za mkononi Diyo, na tutahakikisha kutumia Taaluma yetu kuhakikisha kwamba DPA watu wanapata habari njema na ikiwezekana baba Dio. Kwa kumalizia, ni kwamba tutawasha TV pia na haya baba, yakawe maono. Hallelujah. ya TV ya DPA <tunyumatikana> uusha itaitwa DPA TV. Ngoja yeah. High five na jirani mwambie halo, halo, halo. Mwambie jirani yajayo yanafurahisha, na wanyuma mwambie yajayo yanafurahisha pamoja na Juni na uongozi mzima wa Praise Power Radio. Asanteni kwa kunipokea, asanteni kwa kila kitu. Najua mwezi huu mzima sikuwepo, wachungaji wangu wasaidizi wamekuja na viongozi wengine, mmewatendea mema. Ninyi ni watu wazuri, Mungu awakumbuke, wa naamini baada ya ibada tutayajenga zaidi wanaporudi kuketi, tafadhali tuwapokee kwa makofi mazuri sana. Tuko kwenye kipindi cha salamu mbalimbali. Tungetamani kusikia kutoka kwa majirani, lakini kwa sababu ya muda, naomba niseme tu majirani, tunatambua uwepo wenu, wako katikati yetu. Tungetamani kusikia kwa uongozi wa serikali na kutuhimiza mambo kadha wa kadha, tunatambua wako katikati yetu, kwa sababu ya ratiba Naona pale mtu wa protokoli amesha nipiga jicho, ninaomba nimkaribishe tu moja kwa moja sasa msemaji wa mwisho ambaye ni mchungaji Ndashau. Huyu ni mchungaji msaidizi kutoka kwa mchungaji Daktari Robert Swai pale, Kinondoni Revival Church, kanisa la TAG. Atasema kwa niaba ya wachungaji wengine kutoka nje ya jimbo letu. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, ndugu mgeni rasmi, askofu wetu Mashilindi pamoja na wote ambao wameambatana nao, waangalizi na wachungaji walioko mahali hapa, wachungaji wenyeji na wale wageni, uh, washirika wote wa kanisa la DPA na wageni walikuwa mabibi na mabwana, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ya muda nyoye tumejawa shukurani kubwa mbele za Bwana kushukuru pamoja na mchungaji Hanington Kabuta pamoja na mke wake Loveness, na kama wachungaji ambao tuko kwenye tukio hili, nikiwakilisha wachungaji wenzangu, tumekuja kutamka baraka kwa hili tukio, kwa washirika wote wa DPA, kwamba ni kuwataarifu tu DPA kwamba tukio hili ni mwanzo wa matukio mengi ya baraka kwa ajili ya maisha yenu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Luka mlango wa tano mstari wa kwanza mpaka wa sita kinayaeleza hayo niliyoyasema. Inasema, ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti, akaona mashua mbili zimekaa kando ya ziwa lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao, yani wamekata tamaa. Akaingia katika mashua moja, ndiyo yake Simioni, akamtaka ipeleke mbali kidogo na pwani, akakete akawafundisha makutano akiwa katika mashua. Na alipokwisha kunena, alimwambia Simioni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipokuwa anasongwa na makutano kwa ajili ya kuihubiri Injili, kuna watu walikuwa wanaosha nyavu zao, wamekata tamaa. Na alipowakuta wakiwa na hitaji la samaki, Yesu akaanza kukidhi mahitaji yao lakini alikuwa na taka hitaji la Injili, Injili ikae vizuri kwanza, madhabahu Mungu ambaye ika... amewasukuma kushikamana na watumishi hawa wakafanikiwa, wakafika katika ki, a, a, ki, kiwango hiki cha mafanikio, kwamba sasa kunakuwa na usafiri wa kanisa, majukumu mbalimbali yanatekelezwa vizuri na nyumba ya mchungaji inakaa vizuri. Basi huyu Mungu sasa anakwenda kugeukia mambo yako. Mungu awabariki sana, sema amina tena, amina yako bado imelala, sema amina tena, amina yako ijavuka mwaka, sema amina tena, hebu punga mkono, sema amina. Mchungaji na shau mimi, rafiki yako, nakushukuru sana. Huyu ni moja rafiki yako wa karibu sana, na mara kadhaa tumekuwa naye na mambo mengi Mungu akutunze na kuhifadhi wewe pamoja na mke wako mama mchungaji, naabwana watunze katika jina la Yesu. Wakati mchungaji anarudi na kuketi, naomba tumpokee kwa makofi mazuri sana, mabibi na mabwana. Sasa wakati uh, mtu aitifaki wa anaposogea hapa, tunaenda kwenye tukio la sadaka ya shukurani e, kwa washirika wa DPA tuligawa bahasha za sadaka ya shukurani. Ninaomba chukua ile bahasha yako. Kwa wale wageni kama unahitaji bahasha au kama ungependa kutoa hivyo hivyo, vyovyote vile, tunachotaka ni kumshukuru Bwana. Naomba nitangaze mbele ya umma kwamba mwangalizi wangu Deusi Sabuni alinifundisha kuna namna mbalimbali za kumshukuru Bwana, na akaniambia namna ya kwanza ni kumshukuru Bwana kwa shuhuda au kwa maneno, ukieleza yale mambo makuu Bwana aliyokutendea. Namna ya pili, Mchungaji Sabuni alinifundisha pia unaweza kumshukuru Bwana kwa nyimbo, kwa Zaburi, kama ambavyo hana mama yake Samueli na watu mbalimbali wa Zaburi walifanya. Namna ya tatu huyu baba akanifundisha pia kukunjua wallet na kunyoosha mkono kikapuni, unapomshukuru Bwana kwa maneno, unapomshukuru Bwana kwa nyimbo, pia pata nafasi ya kuambatanisha ile sadaka yako na vitu hivyo lakini, namna pia ya nne ambayo alimefundisha vitu vingi, ana somo linasema nguvu ya shukurani. Baba mwangalizi, nayaishi masomo yako na sijasahau. Naomba wakati huu sasa, tunapoenda kumtolea bwana sadaka, nikuombe, chukua bahasha yako itoe kwenye mkoba, kwa wale wana DPA na kwa wageni ambao hujapata, unahitaji nyosha tu mkono wako.